Mara nyingi na washauri wafugaji wanaotaka kufuga kuku wa kienyeji kibiashara wasifuge kuku wa kienyeji hawa pure, bali wafuge kloiler, kuku wa kienyeji improved walioboreshwa. Kuku hawa huwa wanasifa kuwa na kilo nyingi lakini wanakuwa haraka sana. Kwa miezi minne tu unakuwa, unauza hapo. Au vifaranga wana eh, wiki tatu. Kwa hiyo wewe unaweza ukawafuga wakawa hivi Eh, wakiwa tuna miezi minne mitano sita saba, wanataga mayai mengi sana. Tunajua changamoto za ufugaji, hivyo Kokoriko tumeamua kufugia kifaranga cha siku moja mpaka mwezi mmoja. Tunakuuzia kifaranga cha kloiler cha mwezi mmoja kwa shilingi elfu sita tu, na pia unaweza ukaweka oda tukufugia ili uepukane na kero za malezi ya vifaranga. Kuku wako ukiwafuga vizuri wanakuwa kama hivi ndani ya miezi mitano, e, sita saba na nane kwetu kuku kama hawa madume tunawauza elfu ishirini na tano na majike elfu ishirini